Kimm Media. Tuna operation ambayo tumefanya kwa miezi mitatu Januari, Februari na Machi katika maeneo mbalimbali ya wilaya Sikonge ambapo ilitokeza baadhi ya matukio ya wizi wa miundombinu ya barabara kwa watu kupanda juu ya nguzo za taa za barabara kisha kufungua na kuiba solar panel, betri ambazo zinatumika kwenye taa hizo za barabarani hasa katika maeneo ambayo sio jirani na makazi ya watu. Kufuatia msako mkali na doria ambayo tumeendelea kuifanya ya watu ambao wanafanya uharibifu wa miundombinu ya barabara, jeshi la polisi kwa kushirikiana na mamlaka ya TANROADS tumefanikiwa kukamata solar panel moja, frame nne za solar panel na vifaa mbalimbali vya umeme. Pia tumefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa kumi na tano ambao wanashikiliwa kuhusiana na wizi huo wa miundombinu ya barabara. Uchunguzi zaidi wa kisayansi unaendelea ili kuweza kuwabaini na kukamata wote waliojihusisha na uhalifu huo na ili waweze kufikishwa mahakamani. Nitumie nafasi hii kutoa wito kwa raia wema kuendelea kushirikiana na jeshi lao kuhakikisha kwamba miundombinu ya serikali inalindwa vizuri kwa maana serikali inatumia fedha nyingi kwenye kuwekeza miundombinu hii kwa manufaa ya wananchi wake. Hivyo kwa pamoja tuendelee kudhibiti na kutoa taarifa za wahalifu wote wanaojihusisha na wizi wa miundombinu hii ili waweze kukamatwa na kuchukuliwa hatua wa za kisheria. Baada ya kuwekwa hizi taa, ni taa ambazo zilikuwa elfu moja mia nne na ziliwekwa katika mradi, na baada ya kukamilika kwa mradi huo e, kumetokea sintofahamu ya wizi wa taa za barabarani e, katika wilaya hii ya Sikonge, ambako bado na wao wanahitaji kufungiwa taa eneo la Pangale, ambapo kwa sasa mpaka hivi tunavyoongea, jumla ya taa ishirini na saba betri moja limeibiwa ambayo kimsingi, gharama ya taa moja wakati mradi unafanywa ilikuwa ni milioni tatu kwenye tenda. Kwa hiyo ukiangalia gharama yake ni milioni themanini na moja kimsingi betri, kwa sababu hii ilikuwa inajumlisha betri, panel pamoja na taa yenyewe ndio ilikuwa milioni tatu. Kwa hiyo ukiigawa katika vipande vipande, kwa hiyo tunaweza tukasema betri labda kama shilingi laki nne. Kwa hiyo ukijumlisha unapata milioni themanini na moja pointi nne. Hayo ni makadirio hasa kwenye betri, lakini ile themanini na moja ni uhakika na ndio pesa aliyolipwa mkandarasi. Kwa maana hiyo sasa, mimi natoa wito kwa wananchi kuwajulisha hii juhudi aliyofanya mheshimiwa Rais anayeongoza serikali ya Tanzania sikivu, inayosikiliza vilio vya watu kwamba amewafungia, kawekea taa, kawekea uhakika bahati nzuri mradi huu ulikava yale maeneo yote sehemu wanaposhushua watu wanapopandia watu kumeweka taa kumi kumi kila sehemu, lakini cha ajabu watu wenyewe wameanza kuhujumu, na nadhani wale watu hawaelewi kama hizi taa, mheshimiwa rais anavyozitoa anawarudishia mali zao, kwa sababu hata wao wana michango yao kwenye hizi taa. Ukinunua mafuta, kuna hela kwa ajili ya matengenezo ya barabara, lakini sasa kunatokea na watu wao wachache ambao wanafanya hayo. Serikali yetu tukufu ikafanya kazi kubwa, ikajenga barabara kwa kiwango cha lami, hali ambayo haikuwepo hapo awali. Na sasa hivi barabara yetu ya au ya lami yetu tukufu ikafanya kazi kubwa, ikajenga barabara kwa kiwango cha lami, hali ambayo haikuwepo hapo awali. Na sasa hivi barabara yetu ya lami ya nadhani miongoni mwa barabara nzuri na zilizojengwa kwa kiwango cha hali ya juu sana ni pamoja na barabara yetu hii inayotoka Tabora inapita hapa Sikonge ikielekea mpaka luku na ni kule Katavi kwa maana ya Mpanda. Lakini pamoja na kujengwa kwa barabara yenyewe, barabara karibia yote imewekewa taa za barabarani. Kwa hiyo ukianzia pale wilaya ya Uyui inapoishia ukaanza wilaya ya Uyui yote kila senta na maeneo yote ambako hata mle polini kumewekwa taa ambazo kwa kweli ni nyingi za kutosha. Lakini changamoto imeanza hivi karibuni. Ukipita kwenye maeneo mengi ambako taa hizi zimewekwa, wamejitokeza watu ambao sio wazuri, wanakwenda wanatoa zile zile sola zile paneli za sola, wanapanda, wanachukua. Lakini kwa hiyo maeneo yale yanakosa taa, panakuwa giza. Sasa baada ya kuona jambo hili limetokea, hasa mwishoni mwa mwaka uliopita, kuanzia pale Januari, taa kadri zilivyokuwa zinaendelea kuchukuliwa, mimi na kamati yangu ya ulinzi na usalama tuliamua kupita kwenye maeneo yote ya vijiji ambavyo viko kwenye maeneo hayo ya taa zetu, na nimejitahidi kufanya mikutano, lakini mikutano yangu nilikuwa nafanya ni kuhakikisha kwamba tuweke ulinzi shirikishi baina ya wananchi pamoja na maeneo hayo katika mazingira ambayo wanaishi. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanazuia ule wizi na kukamata wale ambao wanakuja kuharibu miundombinu yetu. Nimekwenda na tukai, nikaelekeza kwamba hmm, angalau kila kijiji kikiwa na ulinzi shirikishi wahusishe jeshi la sungusungu -sungu. Na nishukuru Mungu kwamba kwa kweli katika maeneo yote ambako nimepita kufanya mikutano ile sungusungu sasa iliimarishwa na ulinzi shirikishi ulianza. Ukweli ni kwamba sisi kamati ya usalama ya wilaya tumeshatangaza vita na watu hawa. Na mtu yeyote atakayesikika au kubainika anajaribu kuchezea hii miundo mbinu ikiwemo hizo taa za barabarani, sisi jeshi la polisi pamoja na vyombo vyangu vyote vya usalama vya wilaya hii kwa kweli tutawashughulikia ipasavyo. Kwa hiyo mimi wito wangu tu ni kwamba wasijaribu kuchezea miundo mbinu ya serikali, sikiwemo hizi taa za barabarani, sinatunufaisha hizi taa kwa sababu kwanza kama nilivyozungumza kwamba zinamulika mpaka nyumbani kwetu, kwa tunakula na usalama wa ule nani, mwanga ule, na hapa barabarani kinamama wanafanya biashara ni ya muda wote, usiku na mchana, yani masaa ishirini na nne. Hizi taa zinapotea usiku, yani kuanzia na kwenye saa sita saa saba saa saba saa nane. Vile siku ya kwanza ilipotea kama taa mbili, yani inapotea kwa awamu, so kwamba zinapotea siku moja na toa taa tatu nne, uh -huh. Mara kwanza zitoka hizi mbili hii hapa na ile pale. Mara ya pili kaja katoka ile kule, yani awamu ya pili kaibia ile kule mwishoni. Awamu ya tatu ndo kaja kamalizia hii hapa na hii hapa, taa tano na zimebakia tano. Zilikuwa zinatusaidia kwa sababu mwanga ulikuwa unapiga mpaka huku, zilikuwa zinatusaidia kama hiyo. Sikonge tuna changamoto kusema labda tuanze biashara hapa. Sasa unashauri watu wanaanzaje biashara hapo jioni? Hiyo unapata riziki tatu, imebakia taa moja tu. Na mwenyekiti habari anayo, sio kwamba taarifa hana, taa zinaibiwa, taarifa anazo sisi yeah, tunaiambia tu serikali itusaidie hili jambo kwa sababu imekuwa tayari ni changamoto, baba yetu takosa sasa. Kwa mimi binafsi, kwa kweli nimeumia mno kwa kwa hili tendo linalofanyika, kama ni vijana wa mtaa huu kama ni vijana wa sehemu mbali, kwa kweli mimi kwa upande wangu nimeumia mno na ninazidi kuumia na ninamuomba Mungu awalaani hawa wanaochukua hizi taa hmm? Kwa hiyo nilikuwa naiomba serikali kama kuna uwezo yani, watusaidie kuzikinga zile taa zisiibiwe tena. Kama kungekuwa na uwezekano yani, wangeziwekea kama kuna shoti, mtu anapopanda pale juu kusema kwamba aifungue apigwe shoti, kwa maana sisi tukawa tumefurahia stendi yetu ilikuwa imependeza, jioni pale tukawa tunajipikia vibiashara. Sasa inaanza kuwa giza. Kwa hiyo hmm, nilikuwa naomba mpaka sasa hivi tumeketi na jeshi shirikishi la sungusungu tuweke ulinzi angalau vijana wao wanalinda kwa makundi makundi, naona basi. Pia tunaomba na serikali itusaidie sana kwa ajili ya kuzilinda hizi taa, zitakwisha. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.